Jijini Dar es Salam ni saa kumi na mbili, sawa na maeneo mengine Afrika Mashariki. Mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni saa kumi na moja, sawa na baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza na katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema viongozi wa Urusi na Ukrain kukutana kwa mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukrain. Utamsikia mmoja wa walimu aliyejitoa kufundisha watoto wenye mahitaji maalumu mbinu zake anazotumia katika kushughulika na wanafunzi wenye mahitaji maalum ni za kipekee. Kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum wanakuwa wanauoga kutokana na wanakotoka, wanakuwa wanafungiwa ndani kwa wanakuwa hawajiamini. Na katika gumzo hii leo fike karibu, ni kutazame kwenye macho niambie. Tuko na msanii chipukizi kutoka Kenya anayewakilisha bongo fleva pande hizo. Kwanza tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Nastea Muhamed. Karibu na Steha. Shukran Halima, Rais wa Marekani Donald Trump amesema viongozi wa Urusi na Ukraine wamesema wangependa kufikia makubaliano ya kumaliza vita dhidi ya Ukraine ambavyo vimedumu kwa takriban miaka minne sasa. Awali rais Zelensky alisema Kiev na Marekani zimefikia makubaliano kuhusu dhamana za usalama baada ya vita, lakini bado haijasainiwa. Mazungumzo ya usiku wa manane yamekuwa yakifanyika Moscow kati ya rais Putin, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa rais Trump, Jared Kushner. Leo tulikuwa na mazungumzo na timu ya Marekani na rais wa Marekani pamoja na timu yake, na sote tulizungumzia kuhusu umuhimu wa usalama na kukamilisha hilo. Na hivyo basi waraka uko tayari na tunahitaji kuusaini ili kuelewa, lakini hilo litafanyika tu baada ya vita kusitishwa umoja wa afrika au umesema unaondoa kusitishwa kwa wanachama wa Guinea hatua iliyokuwa imewekwa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 au imepongeza katiba mpya pamoja na uchaguzi wa urais uliofanyika mwezi disemba baraza la amani na usalama la umoja wa afrika au limesema linaalika taifa hilo la afrika magharibi mara moja kuanza tena kushiriki katika shughuli za au Marekani imejiondoa rasmi kutoka shirika la afya duniani WHO. Rais Trump aliamuru kujiondoa kutoka kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa mwaka mmoja uliopita akilishtumu kwa kushindwa kutekeleza mageuzi na, kusema na, ku, na kwa kusimamia vibaya janga la Covid-19 sambatenzi na maelezo zaidi. Hatua hiyo ni mojawapo ya amri za kiutendaji alizotia saini Rais Trump siku yake ya kwanza madarakani. Uamuzi huo unatarajiwa kuathiri shughuli na huduma za shirika la afya duniani WHO kote duniani, ikizingatiwa kuwa Marekani ni mfadhili wake mkubwa. Agizo hilo lilisema Marekani inajiondoa kwa sababu ya WHO kutoshughulikia janga la COVID-19 ambalo liliibuka Wuhan, China na majanga mengine ya afya ya ulimwengu, kushindwa kwake kupitisha mageuzi yanayohitajika haraka na kutokuwa na uwezo wa kutenda kwa uhuru dhidi ya ushawishi wa kisiasa wa nchi wanachama wa WHO. Hii ni mara ya pili kwa Trump kuagiza Marekani kujiondoa WHO, ikililaumu shirika hilo kwa kushindwa kushughulikia ipasavyo janga la COVID-19 na madai ya kuathiriwa na ushawishi wa kisiasa na polisi wa Israeli wamevamia ukumbi wa sinema huko Jerusalem mashariki ili kusitisha onyesho la filamu iliyoshinda tuzo Palestina 36. Tangazo lililowekwa mlangoni linaishtumu ukumbi huo kwa kukuza au kuunga mkono shughuli za shirika la kigaidi. Filamu hiyo inaelezea historia ya uasi wa waarabu wa mwaka 1936 dhidi ya utawala wa Uingereza nchini Palestina na msaada uliotolewa na mamlaka ya kikoloni kwa walowezi wa Kiyahudi. Hii ni BBC, muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nasteya Muhammed. Unasikiliza amka na BBC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kutangazia kwenye FM redio ya shirika na intaneti katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Redio 1, Redio Free Africa, Bomba FM na CGFM. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Pamoja FM, Mwanaed FM na Nyota FM. Ukiwa Uganda tunapatikana pia kupitia Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo haya yanasikika kupitia Redio Muungano Beni pamoja na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, rais wa Marekani Donald Trump amesema viongozi wa Urusi na Ukraine wanataka kufikia makubaliano ya kumaliza vita nchini Ukraine yaliyodumu kwa takriban miaka minne. Usiku wa kuamkia leo mjini Moscow kumefanyika mazungumzo kati ya rais Putin na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff pamoja na mkwe wa rais Trump Jared Kushner. Zaidi na Nasia Muhammed rais Volodymyr Zelenski wa Ukraine amesema mazungumzo ya pande tatu kuhusu kumaliza vita vya Ukraine yatafanyika na Urusi na Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kukutana na rais Donald Trump huko Davos nchini Uswizi katika juhudi za kidiplomasia. Rais Trump alisema mkutano wake na rais Zelenski ulikuwa mzuri. Vilevile vile, balozi wa Marekani Steve Witkoff alielekea Moscow kwa mazungumzo na rais Vladimir Putin wa Urusi. You know, unajua kilichotokea hapa ni kwamba kulikuwa na nyakati Putin hakutaka kufanya makubaliano na nyakati Zelenski hakutaka kufanya makubaliano, na ilikuwa kama nyakati tofauti kabisa. Sasa nadhani wote wanataka kufanya makubaliano, lakini tutaona. Witkof ambaye alikuwa akisafiri kwenda Mosco pamoja na Jared Kushner alisema ana matumaini kuhusu makubaliano. Kabla ya kuondoka Davos, Rais Trump alisema kwamba tatizo moja limetatuliwa na mengine yanaendelea kujadiliwa. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Rais Trump Steve Witkof hakutoa maelezo zaidi, lakini Rais Zelenski alibainisha kuwa hali ya baadaye ya mashariki mwa Ukrain bado haijatatuliwa. Aliweka wazi kwamba mazungumzo yaliyopangwa katika Falme za Kiarabu yatahusisha Urusi pamoja na Marekani na Ukraine na kuongeza kuwa Warusi wanapaswa kuwa tayari kufanya makubaliano, sio Ukraine pekee. Mazungumzo haya yanajiri wakati mashambulizi ya Urusi wiki hii yameacha sehemu kubwa ya mji mkuu wa Ukraine Kiev bila umeme na kuacha wakaazi wapatao elfu tatu kwenye hali mbaya ya kibaridi kikali. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa zaidi ya wa wanigeria milioni 30 wanaweza kukumbwa na baa la njaa mwaka huu kutokana na nchi wafadhili kupunguza misaada. Umoja huo umesema kiasi cha watoto milioni tatu pia wako katika hatari ya kukumbwa na utapia mlo zaidi. Na beldin waliaula, takriban watu milioni 35 wapo katika hatari ya kuangamia kutokana na njaa, ikiwemo watoto milioni tatu ambao tayari wanakumbwa na utapia mlo nchini Nigeria. Umoja wa Mataifa unasema hali hii imeletwa na kupunguzwa kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu kutoka mataifa ya kigeni. Akizungumza mjini Abuja nchini Nigeria, mratibu wa misaada ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa nchini humo Muhamed Malik alisema mfumo wa kutoa misaada nchini Nigeria kwa sasa siyo endelevu kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya taifa hilo. Hali ya vita kaskazini mashariki mwa taifa hilo inazidi kudorora huku machafuko yakishuhudiwa katika majimbo ya Bono, Adamawa na Yobe. Mashambulizi kaskazini mwa taifa hilo pia yameongezeka huku zaidi ya watu elfu nne wakiwa wameuawa katika miezi minane ya kwanza ya mwaka uliopita wa elfu mbili ishirini na tano. Siku ya Jumapili, zaidi ya waumini 177 wa dini ya Kikristo walitekwa nyara katika kanisa tatu tofauti, 11 kati yao wakifanikiwa kutoroka. Umoja wa Mataifa unasema kuwa wana uwezo tu wa kutoa dola milioni ma ambayo itawakidhi watu milioni 2.5 mwaka huu ikilinganishwa na watu milioni 3.5 walioweza kupata msaada kutoka kwa shirika hilo mwaka uliopita. Mpango wa chakula duniani WFP pia umeonya kwamba milioni ya watu watakumbwa na baa la njaa nchini Nigeria baada ya ufadhili wao kupunguzwa mwezi Disemba na kuwa lazimu kusitisha misaada kwa watoto zaidi ya laki tatu nchini Nigeria.

Na sasa tuangazie mzozo wa Sudan. Julai mwaka 2023, mwanamke aliyefahamika kwa jina la Zainab alibakwa wakati wa shambulio lililofanywa na kikosi cha wapiganaji wa RSF katika mji wa El Geneina nchini humo. Wiki chache baadaye aligundua kuwa amepata ujauzito. Mwanamke huyo ambaye kwa sasa anaishi katika kambi ya wakimbizi nchini Chad, amezungumza na BBC juu ya maisha yake yaliyoathiriwa kisaikolojia. Msikilizaji, tunakutahadharisha tu kuwa taarifa hii ina maudhui yanayohusiana na ukatili wa kingono zaidi. Basi na Hamida Abubakar Hamid. Nilipokuwa hospitalini na kuambiwa kuwa nina mimba, sikujua nifanye nini. Je, nijue niondoke eneo hilo au nitoe mimba? Zeinab amekuwa akiishi huku akikabiliwa na athari kubwa za kisaikolojia tangu alipobeba ujauzito wa binti yake wiki chache baada ya kubakwa. Nilitaka kutoa mimba, nilienda hospitali, lakini walikataa kwa sababu kijusi kilikuwa na miezi minne na kukaribia mwezi wa tano, na kusema pia kilikuwa kimehesabika kuwa na nafsi, kwa hiyo hairuhusiwi kutoa mimba. Katika kambi ya wakimbizi nchini Chad, Zeinab alikutana na Amina aliyepitia changamoto kama zake nilitamani kuwa bora, ningeuliwa na mabomu kuliko kubakwa na kubeba mtoto kwenye mfuko wangu wa uzazi wa mmoja wa wapiganaji wa Janjaweed kutoka vikosi vya Rapid Support Forces. Ulijisikiaje mimba ilivyoharibika? Nilijisikia vizuri kwa sababu kilichotokea hakikuwa kwa hiari yangu, lakini kama ningetoa mwenyewe mimba hiyo, basi ingemaanisha kwamba nilikuwa natenda dhambi mimba iliharibika bila mimi kufanya chochote kile. Baada ya Zeinab kujifungua mtoto wake wa kike, alitaka kumwasili mtoto wake. Nilipojifungua, nilitaka niwape shirika la kuwasili watoto, lakini walikataa. Kiongozi wa shirika hilo aliniambia usimpe mtu yoyote mtoto wako. Aliniambia Mungu amenibariki na mtoto huyo. Kulingana na shirika la wanawake la umoja wa mataifa UN Women, wakati wa vita nchini Sudan, ubakaji na unyanyasaji wa kingono umekuwa ukitumika kama mfumo wa silaha za kivita. Taarifa ya umoja wa mataifa ya uchunguzi wa kutafuta ukweli imezituhumu pande zinazopigana nchini Sudan, zikiwemo jeshi la Sudan na vikosi vya RSF kwa kuhusika katika visa vya ubakaji na ukatili wa kingono. Watu wanasema: Wamebaka, wameua, wameiba na kuchukua haki za watu. Hii ni haki yetu na tumechukua. Wakati wa vita, idara ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa iliripoti kuwa zaidi ya watu mia tano nchini Sudan walikumbwa na ukatili wa kingono, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Nam ni taarifa yake Hamida Abubakar ambayo sasa inatoa pasi kwa winga machachari wa BBC Swahili katika michezo, Florian Kaijage. Asante sana Halima Nyanza. E, tuanze na Europa League ambako imepigwa michezo 18 8 na, na, na, na kukamilisha mzunguko wa saba, hivyo kubakia mzunguko mmoja wa mwisho kabla ya kumaliza hatua hii ya sasa. Miongoni mwa matokeo ya kusisimua ni Bran tatu Midtrand 3, Bologna 2, Celtic 2, Dinamo Zagreb 4, FCSB 1, Young Boys 0, Olympic Lyon 1 na Fenerbahce 0 na Aston Villa 1. Villa ya England na Lyon ya Ufaransa zina alama 18 kila moja, zikiwa kileleni na zina uhakika wa kucheza 16 bora. Ligi kuu ya England inatarajiwa kuendelea mwishoni mwa juma kupigwa michezo mbalimbali. Miongoni mwa michezo ya kukatana shoka itakuwa kati ya Arsenal na Manchester United huku Newcastle United ikialika Aston Villa. Michezo yote miwili itapigwa kesho kutwa Jumaapili. k katika ligi ya Italia maarufu Serie A kutakuwa na mapambano makali kati ya AS Roma na AC Milan pamoja na Juventus Turin dhidi ya Napoli. Hiyo ni michezo ya uh, timu zile ambazo ziko uh, katika nafasi za juu kwenye ligi hiyo ya Serie A. Barani Afrika, michezo ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho hatua ya makundi inarejea tena mwishoni mwa juma hii leo hadi kesho kutwa Jumapili. Miongoni mwa michezo hiyo ni mabingwa wa kihistoria Al Ahly ya Misri kuwakaribisha Yanga ya Tanzania leo Ijumaa huko mjini Alexandria saa moja usiku za Afrika mashariki Wakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Simba watakuwa wageni wa Esperance ya Tunisia kesho Jumamosi. Kumbuka kwamba Simba wamekuwa na matokeo ambayo hayaridhishi mm. baada ya kufungwa michezo miwili mm. yote ya mwanzo katika hatua hiyo ya makundi, katika hali ambayo hawajaizoea sana mm. na wanajaribu kuona kama wanaweza ukajipapatua kutokana na hali hiyo isiyoridhisha. Katika tetesi za usajili wa soka ni kwamba Mohamed Salah wa Liverpool ya England na Vinicius Junior wa Real Madrid ya Hispania ni miongoni mwa wachezaji walengwa wakuu katika usajili wa mwishoni mwa msimu huu wa klabu kadhaa za ligi ya Saudi Arabia, ambayo imekuwa ikijihakikisha kwamba inajipatia umaarufu kwa kuongeza wachezaji wa viwango vya juu. Wengine wanasema wanakwenda wazee lakini wengine wanakwenda katika viwango bado ni bora. Kwa mfano kama Sadio Mane alivyoonyesha katika ligi ya mashindano ya mm. fainali za mataifa ya Afrika mm, kwa hiyo ni timu, ni ligi ambayo kwa kweli imekuwa ikipambana kujimarisha na kuongeza viwango vyake. Asante sana. Lakini kuna kuna msikilizaji anaitwa Muhamed Mnyala anasema anatupata vizuri sana sana michezo, na mwingine anasema leo timu yake Yanga inacheza, sijui mimi sijui eh, eh. E, nimesema awali kwamba inamekusikiliza kwenye runinga asante, asante.